Msichana wa miaka kumi na nane mpaka miaka ishirini na tano jitahidi sana kuwa na hekima na busara ya kuwa msikilizaji sana kwa dada zako wenye umri kuanzia miaka thelathini mpaka kuendelea zaidi ya kuwa na wewe mshauri, yani kutaka kuwa mshauri. Unajua kuna wasichana miaka nane, wa miaka kumi na nane mpaka ishirini na tano wanapokuwa na dada zao wa miaka thelathini wanajifanya wao ndio washauri, yaani wanajifanya wanajua sana kuliko wale wenzao wenye experience wale wakubwa zao. Please, ukitaka kuishi haya maisha vizuri, kama we ni msichana wa miaka kumi na nane mpaka ishirini na tano, jitahidi sana kumwomba Mungu akupe hekima ya kusikiza zaidi ya kushauri, kwa sababu wale wanaokushauri wanakushauri kwa experience, wanajua walikopita, wanajua we unakopita, wanajua we unakoelekea. Kwa hiyo please, wasikize sana lakini pia muombe Mungu akupe tu hekima na busara ya kuchuja yale mazuri, na ukapate kuyafanyia kazi vizuri, na maisha yako yatanyooka na siku moja utarudi na kuwashukuru. Lakini pia guys, kama nilivyowaambia, niko kwenye harakati za kukuza uh, account yangu ya YouTube uh, YouTube channel please and please and nenda YouTube uh, type Neema Opanga, naomba, naomba subscribe um, comment please and please subscribe and comment, subscribe and comment. Nawaomba, niko kwenye kukuza hiyo channel kwa sababu kuna watu wengi walikuwa wananiambia wanapenda uh, video zangu, lakini hawako TikTok, so nikaamua kufungua YouTube channel. Please and please, nenda YouTube, type Neema Opanga, naomba sana subscribe and comment, please subscribe, like and comment, like subscribe and comment to my YouTube channel, na Mwenyezi Mungu atakubariki sana. thank you.